Maana huyo Bwana Mungu wako atakushika, na akikushika mkono atakuongoza, because I am the Lord your God. Soma hiyo, tutamaliza na hiyo, hatutaenda kwa good news, tutafika kwa Yesu on Wednesday, Mungu akitujalia.

Hapa, utapata faida. Kukuja kanisani kuna mafundisho inafaa Mungu, Bwana Mungu wako akufundishe ninakufundisha ili upate faida. Kwa hivyo wakati umekuja hapa, hata kama nauli imeenda faida unatoka nayo mm -hmm. Haleluya! hata kama kazi umefunga, kuna profit baada, kuna biashara ukifanya, unataka uone profit. Na kumbe pia nikikuja kanisani Ah, ah, haleluya amen. Kumbe nikikuja kanisani kuna faida nitapata, yes. Na huyo Mungu anataka nipate faida, na hii faida nitapata aji, faida ya kwanza nitapata kwa maisha yangu, faida ya pili, watoto wangu watapata faida. Ukiona umekuja hapa ni kwa faida ya watoto Petro. Baada ya Yesu kufundisha Petro, Petro kuna faida utaona. Mgoja Yesu atumie mashua yako na afundishe watu akiwa kwa mashua, maana mimi ni Bwana Mungu wako ninaye kufundisha ili upate faida, kwa hivyo siwezi kufundisha moja nikufundishe, hakuna hasara. Kwa hiyo soko moja nikufundishe, hakuna hasara kwa watoto, hakuna hasara. Utapata baada ya Bwana Mungu wako ikubaa endi omwani nyasaye uo samahani shakhuranga endi omwani syakhaviri endi nyasaye endi omwani endi omwani wuo nendi nyasaye khandi endi nyasaye wuo